Ndugu zangu, tatizo la dawa za kulevya nchini ni suala lenye nyuso nyingi linaloathiri watu binafsi, familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ni changamoto inayovuka mipaka ya nchi yetu ikihusisha hasa vijana ambao ni nguzo muhimu ya taifa letu. Kulingana na tafiti za hivi karibuni, matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana nchini Tanzania yanaongezeka kwa kiasi na mirungi zimekuwa zikitumika zaidi katika maeneo mbalimbali nchini. Ni leo tu wakati nawaambia wafuasi wangu kwenye rangaisa, nakwenda kwenye hili kongamano, mama mmoja makomei, mwaambie na waume wetu, kwa hali kutumia mirungi, wanachukua hela zote hata kliniki. Jamani mtu mmoja anasema kana maliza sadai tuba huyu. Napenda kuhakikisha kwamba serikali yetu imejizatiti na itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini kwa kuwakamata wafanyabiashara wa dawa za kulevya, kutoa elimu zajini, kupanua huduma za tiba na utegemao, pamoja na kuimarisha ushirikiano na jamii wa kiwemo vijana, ili kuleta tija katika ujenzi wa taifa. Zaidi ya hayo ninawaalika vyote vyetu kuimarisha huduma za ushauri kwa wanafunzi ili ziwe msaada kwa wale wanaokabiliwa na matatizo haya ya matumizi ya dawa za kulevya na masuala ya afya ya akili. Nitumie fursa hii kwa pongezi kwa moyo wenu wa uzalendo na jitihada mbalimbali inazofanya katika kuimarisha mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Kumbukeni na mwamini na mjiamini, kuwa nyie ni nguzo kuu ya taifa na kioo cha jamii, na hivyo mnatakiwa kuendelea kuwa mstari wa mbele kuwa mabalozi wa kujihusisha so na biashara na matumizi ya dawa za kulevya, kutoa elimu sahihi kwa umma kuhusu tatizo la dawa za kulevya, pamoja na pia za jamii katika kuwaibua waraidi wa dawa za kulevya kujiunga na huduma za tiba na utegemaji. Ndugu mgeni rasmi, naomba nitumie nafasi hii kabla sijakukaribisha uniruhusu nitoe pia neno kwa wanafunzi na vijana waliopo hapa, kama viongozi wa kesho na wabeba dira ya taifa, na wajibu mkubwa wa kujilinda na kulinda jamii dhidi ya vishawishi vya dawa za kulevya. Chagueni marafiki mnaowajua, epukeni makundi ya tabia hatarishi, jengeni nidhamu binafsi, na tumieni muda wenu wa chuo kujifunza, kujijenga kimaadili na kujitambua. Mnapaswa kuwa mfano bora kwa taifa, kwani sauti yenu ni sauti ya mabadiliko. Baada ya kusema hayo, sasa naomba kwa ruksa yako mkamishina jenerali, uniruhusu sasa nimkaribishe mgeni wetu rasmi Waziri wetu wa maendeleo ya jamii, dada yetu, mama yetu, bidoro Gwajima, aweze kuzungumza nasi na kupitia hadhara hii, azungumze na vijana wote wa Kitanzania. Mheshimiwa waziri na mgeni rasmi wetu, karibu sana.